Mwangangakata mbemba leo. Halmashauri ya Nanyamba, mkoa wa Mtwara. Mm, Bi Hawa, tuambie unalizungumziaje zao la uyoga? zao la uo uoa ni lizuri sana live na mafanikio endapo ukaliendesha sana. Nimependa sana hiyo lugha ya Kimakonde, leo napata ladha halisi ya Kimakonde kutoka Mtwara. Ehe. Ilikuwaje na kwenye kilimo cha uyoga, ni shughuli gani ambayo, au ni hatua gani ambayo unahisi ni ngumu, wewe umeipitia kwanza? mm. Hii hmm. hatua ni ngumu kuliko hatua zote kwenye kilimo hiki, wakati wa kuchanganya. Wakati wa kuchanganya, kwa nini wakati wa kuchanganya na sio sehemu mm. nyingine? kwa sababu wakati wa kuchanganya, sabu, wakati wa kuchanganya mwangalifu sana mm -hmm. sana minginyo, uo wako unaida unaida kuto kuza sana. Okay, na hatua nyingine ambayo unahisi ni ngumu, hatua ya kuchemsha. Kuchemsha maana ndani ya vimenyenye mujukana bakteria mm. kwayo, kwa hiyo konachemshe sana bakteria vakaa ukata mifuko muula, bakteria bado vavechi mu mifuko, kwa hiyo vanasababisha uyoga kuto kuzaa. Unawashauri nini, e, wasichana ama wakina mama wenzako waliopo kwenye kijiji hiki ambacho wewe upo? Unawashauri vajishirikishe na kilimo cha uyoga. okay. mm.